Moja kati ya vitu ambavyo vimehappen hivi karibuni bwana, kuna hii story ambayo sasa hivi hapa naona ina make headline sana huko mitandaoni bwana. Hii ni habari ambayo ina mohusu moja kati ya wasanii ambao of course wanafanya vizuri tu sasa hivi hapa katika industry. Huyo hapa bwana, si mwingine bali ni Ibra. E bwana, Ibra, kuna vitu ambavyo vimehappen ambapo vimeibua maswali na watu wengi sana wamekuwa wakivizungumza, kwa sababu ni vitu ambavyo hakuwa mtu ambaye na alikuwa na expect kwamba Ibra sasa hivi inasemekana kwamba yuko chini ya usimamizi mwingine tena, na usimamizi au management ambao sasa hivi na manage Ibra, inasemekana kwamba makao makuu eh, ni kule Kenya, na tumeona kwamba Ibra muda mwingi sana ana spend akiwa yuko nchini huko Kenya. Umeona bwana, vitu ambavyo vinaanza kuonyesha kabisa kwamba huenda labda management ya Ibra iko eh, yeah, inatokea Kenya huko. Maana hivi karibuni tumeona kwamba Ibra katika ukurasa wake wa Instagram akiwa ameposti video akiwa yuko katika mbuga za huko Kenya, akiwa anaangalia wanyama na huko mbugani, Ibra bwana, kaleta masihara kidogo, utani wa hapa na pale, baada ya kuona simba wamepita barabarani na wakati wanashangaa shangaa wanyama, kulikuwa kuna simba pale barabarani, au vipi bwana? Kwa hiyo Ibra mwenyewe aliviona wale simba akasema, okay. Hapa nadhani tumekutana na na simba la masimba Dangote, akiwa anamaanisha kwamba amekutana na Diamond, lakini baadaye akaja akarealize kwamba kumbe wale simba bwana ni wakina kwa hiyo akasema kwamba huyu labda ni Zuchu na Enjoy nyigu, yani Zuchu na dansa wake. Ibra alikuwa anazungumza hivyo, alafu akasema kwamba sasa hapa bado hatujakutana na mzee wa bombo clat, yani Harmonize, yani hawajakutana na tembo huko mbugani. So hivyo ndivyo moment ilivyokuwa. Kwa hiyo tuanzie hapa, alafu nikuelezee baadhi ya vitu vingine ambavyo vimetokea hivi karibuni kuhusiana na msanii huyu Ibra. Tewakia. Tewakia. Tewakia. Tewakia. Tewakia. Tewakia.

Yeah, so hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hiyo ni moment ambayo Ibra alivyoenda mbugani huko Kenya. Alikuwa anazungumza hivyo baada ya kuona baadhi ya wanyama. Lakini ukiachana na hilo, pia ni kwamba huku Bongo, bwana Ostaz Juma na Musoma amekuja kuzungumza jambo kuhusiana na hii issue ya Ibra kwanza kujitoa katika record label ya WCB. E bwana anaambia kwamba acha niseme tu, huyu ni Ostaz Juma. Sasa alisika akizungumza hivyo akiwa anasema kwamba baada ya Ibra kujitoa konde gang, sio WCB. Baada ya Ibra kujitoa konde gang, Ostas Juma ameandika hivi kwamba acha tu niseme kwa roho safi, huyu dogo amepotea mapema kabisa, kabla hata game haijamjua vilivyo. Mziki si kukimbia klabu moja hadi nyingine, kama unazurula na pikipiki ya kukodi. Mwingine leo yuko Nakuru, kesho Kilimani eti Black Stars Club, Mala Lounge, mahali ambapo entry yake ni bure. Twanga Pepeta bado wanaingiza watu kwa kinywaji. Huyu dogo unajiuliza kwamba anaingiza, anaingiza kwa kipi? Ameandika hivyo Ustaz Juma, then akaendelea kusema kwamba bwana game ya muziki ni akili na self awareness, yaani siyo makelele ya Prince Conference na mabusu hewani. Sasa keshaanza keshaanza eh, kutum, kutimkia Nairobi eti ndiko mafanikio yake yalipo. Kumbe alikuwa anakimbia eh, kuvurunda huku. Waliowahi waliowahi kukimbilia Nairobi ni wengi sana, wakina Mr. Nice Matonya, eh, tumeona walikoishia. Hawa wengine hawa wenyewe wa Kenya pia vile vile mziki wao bado wa kujikamua, watabeba mziki wa bongo kweli? Mziki ni kichwa na sio mbio za kuiga trend. Dogo anahitaji management inayojua mziki na sio marafiki wa club hopping. Ameandika hivyo Osters Juma. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho Ustaz Juma amekizungumza kuhusiana na ishu ya ibra kuonekana kule Kenya. Maana tunaona kwamba hivi karibuni ibra muda mwingi kama nilivyosema hapo awali amekuwa eh, akispenda akiwa yuko huko nchini Kenya. Lakini baada ya hayo yote, ni kwamba kitu ambacho kimekuja kuhappen bwana ni kwamba ibra amejaribu sasa, au anajaribu, au yuko katika mipango ana plani ya kujaribu kupimana msuli na Harmonize Konde Boy, ya bwana. Hili ni kutokana na kwamba Harmonize na Ibra, maana Harmonize ye mwenyewe ana nyimbo yake inaitwa Best Couple, ambapo katika hii nyimbo Harmonize anatarajia kuiachia mnamo tarehe ishirini na saba, na Harmonize ndo wa kwanza kabisa kutangaza kuhusiana na ujio wa nyimbo yake hiyo wa muda mrefu Kajala. Lakini mwenyewe anajua kabisa kwamba hata akitoa nyimbo kuhusiana na Kajala. ukiachana na hilo tunafahamu kwamba hii ni moja kati ya kapu ambazo ziko na bwana ni kwamba Harmonize ameamua kufanya kolabu na moja kati ya wasanii wakubwa sana kutoka Afrika na mzungumzia Rude Boy wa P Square. Umeona bwana, eh? Kwa hiyo alitangaza kwamba anaachia mnamo tarehe 27. Sasa baada ya Harmonize kutangaza hivyo, tumeona sasa huku pia upande wa pili Ibra naye pia ametangaza kuachia ngoma yake mpya tarehe hiyo hiyo ambayo Harmonize tayari alishatangulia kutangaza kwamba ataachia ngoma yake hiyo ya Best Capo. Yaani Ibra naye ametangaza kwamba anataka kuachia kwa ngoma mnamo tarehe 27 za kitendo hiki, Watanzania na wadau mbalimbali wa mziki bwana wamechukulia kama vile wameanzisha vita hawa. Kuna mashindano hapa kwamba Ibra anataka kumpima msuli, Harmonize. Baada ya kujitoa katika lebo ya Konde Gang, Ibra sasa anataka kuwa kompatita wa Konde Boy. E bwana, hapa kuna page wameandika kwamba bwana, leo Harmonize ametangaza collab mpya na msanii wa Nigeria Rude Boy wa P Square ambayo itakayoachiwa mnamo Juni 27. Na cha kushangaza ni kwamba kwa muda mfupi tu baadaye, Ibra na yeye pia ametangaza kuachia ya wimbo mpya siku hiyo hiyo, ikiwa ni wiki chache tu baada ya kutangazwa rasmi kwamba ni msanii huru, akiwa yuko nje ya record label ya Konde Music Worldwide. Kwa kuwa hii ndiyo kazi ya kwanza kabisa kwa kila mmoja baada ya kutengana kwao rasmi, ni kwamba mashabiki na wakosoaji wameliona tukio hili kama mpambano wa moja kwa moja kati ya msanii aliyekuwa katika record label hiyo na bosi wake. Wapo wanaosema kwamba Ibra hajakomaa, kwamba alipaswa kumpa nafasi kwanza Harmonize aachie kazi yake, kisha yeye afuate ili kuepusha kuvurugana kimasoko. Lakini moja kati ya hiyo inaacha na, lakini hoja hiyo pia vile vile inaacha kuzingatia jambo moja muhimu sana. Yaani, swala la kalenda, tarehe ya kuachia wimbo haipaswi kuwa chanzo cha uadui, kwani kiwanda cha muziki bwana ni soko huria. Wasanii hawapaswi kugombana au kuogopana kwenye tarehe za kutoa kazi zao, lakini pia vilevile, mwisho wa siku, bwana, mashabiki ndio watakaoamua kwamba wimbo gani upo na ubora na wenye mvuto zaidi kwao. Kwa hiyo basi, badala ya kugeuza hii kuwa kama vita ya nani na nani, huu uwe ni wito wa kusikiliza kazi zote mbili na kutoa nafasi kwa vipaji viwili tofauti kutoka katika familia moja ambao waliokuwepo huko zamani ya Konde Gang kuonyesha uwezo wao kama wasanii wasiotegemeana. Kwa, kwa mtazamo wa kitaalam ni kwamba hakuna tatizo kwa Ibra kuachia wimbo siku moja na Harmonize. Kama kuna ushindani basi uwe wa kiubunifu na sio uadui na kutiana hofu katika industry ya mziki. Ukiwa kama mdau unazungumziaje kuhusiana na hilo? Weka maoni yako, unahisi kwamba Ibra na, anashindana na Harmonize au vipi? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.